Ndio maana sista, ni shahidi, wiki moja iliyopita Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa matendo ya huruma kwa vituo vingi katika taifa letu. Sisi mkoa wetu wa Geita viko vituo vitatu vinavyolea watoto walioko kwenye mazingira magumu, watoto yatima, na Mheshimiwa Rais ikamgusa, akaona atoe vyakula, zawadi kwa ajili ya sikukuu za Idi pamoja na sikukuu za Pasaka zenye thamani ya milioni 13. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mapenzi hayo, na ndio maana na sisi e, sisi tulivyotuelekeza na kutuomba kwamba watoto hawa wana afya nzuri, wanafanya kazi zao vizuri, wanaenda shuleni, hakuna shida, lakini magonjwa hayana fomula, haijulikani wakati gani wanaweza kuumwa, na wakati huo sina uhakika kama kituo kinaweza kuwa na uwezo wa kifedha kwa hiyo sisa sisi kama serikali tuliona jambo hili tulifanyia kazi tuweke utaratibu tukaongea na meneja wa NHIF akatupa gharama zaidi ya milioni sita na kitu kwa watoto mia moja na mbili tumelipia hizo bima na sasa tuko tayari kuwakabizwa watoto wetu bima hizi ambazo tunazitoa kwa watoto yatima na watoto walioko kwenye mazingira haya haimaanishi hawa watoto wanaumwa inamaanisha ni kinga ya gharama wanapokuja kupata shida za kiafya, na hizi bima, wasipopata shida za kiafya wao, na kwa sababu tumechangia kwenye mfuko wa NHIF kugharamia matibabu, maanake mchango huu, wasipopata shida za kiafya, wako watu watambao watapata shida za kiafya, michango walioitoa kwenye NHIF itakuwa ni pungufu ukilinganisha na matatizo wanayonayo itabidi fedha tuliyochangia sisi watoto yatima hapa itagharamia ndugu zetu ambao watakuwa wanatibiwa. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa bima afya, naomba nitoe shukrani za dhati kwako kwa tendo hili la huruma la kuwawezesha watoto wote katika kituo hiki kuwa na bima ya afya e. Uamuzi wako umewawezesha jumla ya watoto mia moja na mbili ambao leo hii utawakabidhi kadi za bima ya afya. Kadi hizi zinamaanisha kwamba watoto hawa sasa wana uhakika wa kupata huduma za matibabu kwa kipindi cha mwaka mzima, na matibabu haya ni kuanzia ngazi ya awali, tukiongelea zahanati hadi ngazi ya rufaa ya taifa. Ni kweli tatizo la kiafya ni tatizo kubwa, na matibabu ni ghali sana. Kwa hiyo, hapa umetupunguzia mzigo mkubwa sana ambao tungeubeba lakini pia kwa namna ya pekee nikupe salamu za Baba Askofu wetu ambaye nilimwambia kama ingeweza akawepo asubuhi ya leo, akakuta yuko Dar es Salaam kikazi. Naomba upokee salamu zake. Baba, sisi tunasema kwamba umefanya leo, wanasema kufanya leo sio kwamba tunashukuru, bali ni kuomba tena. Tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu na tumekuwa na ushahidi mara, mara kwa mara, nadhani katika huu mwaka tu mpaka E, tarehe hizi nadhani umeshafika si chini ya mara tatu au mara nne katika kuja kuwaona watoto katika misaada mbalimbali mbali. Basi tuna imani kwamba uko pamoja nasi kututia nguvu bodi, na hata watoto hawa waliokuwepo hapa kwa kweli wanahitaji msaada wetu ambao wewe umeonyesha kwa kinara. Tunakukaribisha sana sana, sio tu kwa haya ambayo uliyoyafanya, lakini hata kwa ushauri wakati mwingine wa jinsi ya namna ambavyo tunavyoweza kuwasaidia watoto wetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali.